Siku chache baada ya kupiga sherehe ya kukata na shoka kule Pwani na kuwaapisha baadhi ya viongozi wakiwemo kinara wa chama seneta wa Siaya Dkt Oburu Oginga, inaelekea moto wa mgawanyiko ndani ya ODM haujazima baadhi ya wanachama wakiibua pingamizi kuhusu jinsi kinara mpya mshikilizi wa chama hicho alivyokabidhiwa mikoba ya uongozi, wakidai katiba ya chama haikufuatwa. Akizungumza kwenye kipindi cha Daybreak, kwenye runinga ya Citizen Jumatatu asubuhi, mbunge huyu wa ODM sasa anasema huenda maamuzi ya uongozi wa chama yakapata vikwazo mahakamani. In fact, katika maadhimisho ya miaka ishirini ya ODM Mombasa, mwanawe Raila Odinga Winnie Odinga pia alitaka mkutano rasmi wa wanachama kuandaliwa ili kuchagua kiongozi wa chama. Ninamwambia hiyo na mtoto yangu tutaongea na yeye kinyumbani. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga amepuuzilia mbali madai hayo, akisema chama kitaandaa mkutano wa kitaifa wa wajumbe kuratibu mabadiliko it is known that to convene an ndc is a very, very huge exercise so so now that the thengc has ratified um, these officers including our party leader we are formally and properly in office Wanga kimwagia maji cheche za mgawanyiko odm i think watangoja sana those who whoare waiting for ODM to break away they will really wait because we are all our officials everybody and our members are committed to keeping ODM united Emmanuel Toru ningaya ni citizen